wahdini wayasiri lhuda li amma ba'd, moja kwa moja nami niingie katika kutumia dakika zangu kumi na tano kama ambavyo walivyoweza kutumia wenzangu. Bahati mbaya nimewekwa kuwa nime, nimewekwa baada ya mtoto watandika Sheikh Muharram Ziwanda, mtoto watandika, yeye anatandika na mimi na napiga mateke. Mada yangu Mheshimiwa Mufti, inasema kuliombea taifa ni katika mafunzo ya Uislamu. Huenda wako watu ambao ni wavivu wa kufikiri, wanaweza kusema kama walivyotangulia mashehe kusema kwamba sisi hapa tulipo ni machawa na tunachokifanya sio jambo sahihi. Sasa mimi leo nataka niwaambie swala zima la kuliombea taifa lako, kuiombea nchi yako, ni jambo ambalo limethibiti kutoka katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumchukue Khalilullah Ibrahim

Aliliombea taifa lake na kuiombea nchi yake. Tena kwa mujibu wa Qur'an amefanya dua maalumu kwa mji wake, nchi yake, na taifa lake mara mbili. Twende katika sura ya pili, al-Baqarah aya nambari mia moja na ishirini na sita tusikilize, Allah anavyotwambia namna Nabi Ibrahim alaihi ssalam alivyokuwa ni mzalendo alivyoiombea nchi yake taifa lake na mji wake kwa ujumla. Allah anasema

E, Mola wangu mlezi ni na kuomba ujalie mji huu uwe ni mji wa amani. Kwa nini ametumia sigha hii ya nakira, na katika suratu Ibrahim akatumia sigha ya marifa rabbi jaal hadha al balada

na lam ya ma'rifa rabbi ja'al hadha albalada albalada, amina, kwa sababu mji tayari umekwisha imarika na watu wameongezeka, tofauti na katika Suratul Baqara kulikuwa katika mji wake watu wawili tu, mtoto wake mchanga na mama yake mzazi. Nini maana yake? Maana yake aya zote hizi mbili zinatuthibitishia ya kuwa Nabi Ibrahim baba wa manabii, baba wa tauhid, baba wa aqida, baba wa imani alikuwa akiombea mji wake, nchi yake na taifa lake kwa ujumla, tena katika aya zote mbili

Kisha waruzuku watu wake kutokana na matunda mbalimbali walioamini miongoni mwao katika aya hii, ndugu zangu, Nabi Ibrahimu ameiombea nchi yake na watu wake mambo makuu mawili: jambo la kwanza, amani; jambo la pili, maisha bora. Na cha kushangaza ametanguliza kuomba amani kabla ya chakula, kabla ya riziki, kabla ya matunda, na kabla ya hata maisha bora, kwa sababu anajua ya kuwa pasina amani hakuna maisha. Katika suratu Ibrahim pia kawaombea watu wake na mji wake mambo makuu mawili, alisema:

Tusije tukawa wenye kuabudia masanamu. Kwa hiyo hili ambalo leo tunalifanya sisi lina mashiko kutoka katika Qur'ani tukufu, lakini pia kutoka katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukienda katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam Alimamu Muslim anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 1373, hadithi Abu Huraira, ya Abu Huraira, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amenyanyua mikono yake mbinguni, na akamwomba mola wake kama ifuatavyo, akasema allahumma

bimithli ma da'aka limakkata wa mithlihi maah, na mimi ninakuomba kwa yale yote aliyokuomba Ibrahim kuiombea mji wake wa Makka, na mimi pia ninauombea mji wangu wa Madina kwa mfano ule ule, au zaidi yake. Kama ile alitoshi ndugu zangu

Kwa hivyo ni wajibu wa kila Mwislamu na kila Mtanzania kuiombea nchi yake na taifa lake kwa ujumla. Na jambo kubwa ambalo tunatakiwa kuiombea nchi amani, utulivu na usalama, na maisha yaliyo mazuri. Kwa kumalizia, hatupo hapa kuwaombea watu maalum dhidi ya wengine, bali tupo hapa kwa ajili ya kuiombea nchi nzima na wananchi wote kwa ujumla, hata wale wale wavivu wa kufikiri wanaodhani ya kuwa wanaposikia dua ya kuliombea taifa moja kwa moja wana tafsiri tofauti. Ninaomba nikwambieni ya kuwa dua hii pia inakuhusuni nyote, utake usitake. Tupo hapa kuombea watanzania zaidi ya milioni sitini na kuiombea Tanzania na viongozi wake kwa ujumla. Lakini pia katika visomo ambavyo leo tumefanya, Qurani imesomwa mara nne, misahafu minne na tumebakisha msahafu mmoja wa mwisho ambao utasomwa kwa ruhusa ya mheshimiwa Mufti, tutakuwa tumepata misahafu mitano, na tutatawasal kwa Allah kupitia maneno yake, aendelee kuilinda Tanzania na awalinde wa Tanzania na viongozi wetu kwa ujumla. Nataka nimalize, niseme ya kuwa hata viongozi kuwaombea, hilo limethibiti. Kama linakuuma basi na wewe kuwa kiongozi, tutakuombea. Na sisi Waislamu sio wabaguzi, kama alivyosema Shekhe Mziwanda hatufanyi haya eti kwa sababu rais ni mwislamu mwenzetu. kumbukumbu kumbu yangu inanituma, hakuna kipindi tumefanya dua na visomo kwa wingi kama awamu iliyopita, na Mheshimiwa Mufti alikuwa akituagiza kila wakati. Awamu iliyopita kulikuwa na nini? Korona, si mnakumbuka? Kila dakika mufti anatoa tamko, mashekhe wote, viongozi wote, dua, visomo. Mungu ailinde nchi hii, korona ipeperuke, isiingie, sijui ugonjwa gani usiingie. Je, rais wa awamu ya tano walikuwa muislamu wenzetu? Sisi waislamu sio wabaguzi, na hatupaswi kuwa wabaguzi. Tutaendelea kuiombea nchi hii na viongozi wake, hata kama mama Samia akimaliza awamu yake Atakayeingia tuko naye, tutamwombea Mungu, amsimamie amwezeshe, na Mungu aisimamie taifa letu. Namwomba Allah anasema Allah anakuomba uilinde Tanzania, Allah anakuomba uwalinde wa Tanzania, Allah anakuomba uilinde nchi yetu na uishushie kila la kheri na kila la baraka. Allah, endelea kujalia nchi yetu iwe nchi ya amani na usalama na maelewano.